Nasema ni Mtanzania na nina katiba yangu, na siwezi kuifuata katiba yangu kwa taratibu ambazo mimi mwenyewe nimeikubali, basi bado mimi ni mtumwa wa fikra. Kwa hiyo ninaomba sana ndugu zangu ya kwamba twendeni tukapige kura. La mwisho kabisa, ambalo ninawaasa na ninataka kusema kwa nguvu zangu kubwa sana, kutoku kushawishiana, kutoku kupiga kura, ninaamini hainisaidii mimi wala haikusaidii wewe. Lakini jambo la pili kufanya fujo na maandamano na kuleta chaos siku hiyo ya upigaji wa kura hainisaidii mimi wala haikusaidii wewe. Ni vizuri kuchagua fungu jema, ambalo baada ya uchaguzi tunajua kuna maisha, kuna faida gani. Jumapili mimi niwaambia watu kanisani kwangu, mimi sitaki kuongoza watu waliovunjika miguu, waliopigwa risasi, waliofanya bana. Unajua askari hawawezi kumfanya mtu fujo mpaka kama amefanya mtu kwanza. Mimi ninaamini sio viongozi wa dini tuitumie nafasi kwa siku hizi chache nani zilizobakia, tuyaase makundi yetu, tuwahimize wapige kura namba mbili, tuwahimize wanatafujo kuna mwanafalsafa mmoja anasema hivi vita haitafuti mtu aliye sahihi, lakini vita huwa inatafuta mtu aliyesalia ili imalize. Kwa hiyo tukiingia tuki, kwa sababu ya mihemko ya kushawishana katika makundi yetu, viongozi wangu wenzangu wa dini, tunaiharibu hii nchi, tutaharibu tumi ya nchi hii na mwisho wa siku mara ya siku za uchaguzi, ya uchaguzi tutaregreti ya kwamba hatukufanya maamuzi sahihi na hatukuongoza watu wetu kusimama katika njia iliyosahihi. Mungu atubariki sana tunapofanya maamuzi haya na Mungu atuongozi kila mtu atakacho, atakayekwenda kuwashauri watu wake kutenda au kusimama katika njia ya haki. Bwana matini sana.